sana kwa msaada wenu wa Tanzania. Nashukuru Mungu awabariki mlipotoa Mwenyezi Mungu awazidishie wa, naomba msinichoke, naomba mwendelee kunisaidia ili Amina apate matibabu. Na kama kuna daktari ananiangalia saa hii, naomba amshike mkono mtoto wangu amsaidie, kwa sababu anahitaji kunyoshwa, viungo vinakakamaa. hitaji kwanza kwenda Mwimbili, nikitoka Mwimbili niende CBRT, naenda CBRT maana, kwa sababu viungo vyake vinakakamaa. wale um, walisema kwamba wataweza wakamfunga miguu, kwa sababu miguu inapinda, wataweza labda wakamfunga miguu ikakaa vizuri na matumaini Watanzania wa, wa Watanzania wenzangu kwa kweli, na imani watanisaidia. Kwa kweli nimepata faraja sana, kwa sababu sisi ambayo tunapitia changamoto sio hadi tu mtu labda akupe pesa, jinsi walivyokuwa wananipigia simu, wengine wananipa pole Kiukweli nilipata faraja. Siku hizi wiki tu moja, nilijua hata mimi kumbe nitaweza nikapata faraja, nikapata watu, kwa sababu kwa kweli nimepata faraja kubwa sana. Kwa kweli, si tunaishi na watoto kama hawa, kiukweli tunapitia changamoto, mawazo nini, kiukweli hata akili yangu sio kama ile ya zamani, nimesha athirika kisaikolojia kabisa. Kuangalia mtoto kila siku amelala, kiukweli nahuzunika naumia kama mama. Natamani Amina labda angekaa, natamani Amina angesimama. Kiukweli Watanzania wenzangu, naomba msiniache, hata kunijulia hali tu nafarijika. Naombeni msiniache ndugu zangu, na kuniombea pia. Uislamu na ambaso Uislamu, sisi sote ni Mungu wetu mmoja. Naombeni muniombee mkifika kanisani, mkifika msikitini, mwombeeni mwanangu, mwombeeni mwanangu. Mimi ndo nachotaka, labda siku Mungu hatatusikiliza maombi yetu, Amina akasimama tena, akasimama na tamia mwanangu asimame tena.